Aise tunafukuzwa hapa mgodi wa Msasa, tunafukuzwa, nchi imekuwa sio yetu, hii nchi imekuwa sio yetu. Mtazamaji wangu jambo, na karibu natubai popote pale ulipo unatusikiza na kututazama huu mzima kabisa. Habari ambazo zimetufikia kwa sasa ni kwamba kuna vita ama kuna majibishano kati ya maafisa wa polisi pamoja na wananchi ambao ni wachimba mgodi wa Msasa runzuwe jimbo la Bukombe ambapo maafisa wa polisi wanawafukuza wachimbaji huku wakiwatupia mabomu wa, wa, wa, <todicumpe> twa unaona, twa twa, unaona, umeona, umeona, twa twa, unasikia haya hapo, hawa hapo, wasengi wanachofanya, unasikia twa mm, t wanataka kutuua hao wasange, mwanangu, unasikia, wanapopiga mabomu hao na kuyapiga mabomu. Na suala ambalo limeweza kuchukulia hili kutokea ama kuwa na machafuko hayo ni kwamba wachimbaji wadogo ni wanaoji kwamba ni wanaoji huku wakiuliza ni kwa nini wao wanachimba a, mgodi kisha baadaye serikali inachukua asilimia hamsini kati ya asilimia mia moja lakini wao kuuliza swali hilo wameweza kupatana na mabomu ambayo yamewajibu na kuambia kwamba amfai kuwa huku mnafaa kuwa pahala pengine. Mtazamaji, hayo ndiyo mambo ambayo yanaanzisha fita Tanzania. Hayo ndiyo mambo ambayo yanachukulia kuwe na chuki kati ya wananchi na serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwanini serikali iamue kutumia maafisa wa polisi? Kwanini serikali iamue kutumia mabomu? Kwanini serikali iamue kutumia risasi? Iliali kuna njia mbadala ambayo ingetumia ya kuwaita wananchi ambao ni wachimba wa migodi wadogo, kuwakalisha chini waketi, waweze kuzungumza na kupata suluhisho. Ni kwa nini mwananchi mimi niamke asubuhi nikaingia shimoni na kuchimba kisha nikakuletea mgodi, wewe ni serikali ukuja kuchukua asilimia hamsini? Haya, sijui makubaliano ambayo yalikuwepo hapo mwanzo, lakini wananchi wadogo, wakulima wadogo, wafanyakazi wadogo wanaumia zaidi, si tu hawa wachimba migodi, lakini, lakini, lakini wafanyikazi wadogo, pale popote ambapo kuna mfanyikazi mdogo ambaye ndiye anafanya kazi zaidi kuna yule ambaye ana nguvu zaidi, mwenye hela yeye ni kuja tu kuchukua huo, wanachukua asilimia kubwa zaidi, ilihali yule mdogo ambaye ndiye ametekeleza jukumu zaidi, kuamka, kufanya kazi kwa bidii, kuchimba na kuhakikisha kwamba nimeweza kuchimbua, basi analipwa hela kidogo. Haijakuwa haki kila mahali, kwa hivyo. Lakini kuna suluhisho. Suluhisho ni kuhakikisha kwamba tumekatisha mambo ya vita. Suluhisho ni kuhakikisha kwamba tumekatisha chuki kati ya mwananchi na serikali, na serikali imekosa kuwajibika, kisha na maana, badala ya kutafuta njia mbadala ya kuzungumza kwa sababu Serikali ina viongozi ambao wangekuja wawaite wananchi ambao ni wafanyikazi wadogo, wawakalishe chini kisha wakaketi chini wakakubaliana, hata kama ni kuwapa asilimia kumi zaidi juu yake ili waendelee kuchimba migodi. Lakini kutumia mabomu kuwafurusha wananchi si haki, si utu kabisa. Hapa ndipo mahali ambapo nasema kwamba serikali ya mama Samia Suluhu umefeli. Chochote kile unachiona kutoka kwa mwananchi ambaye anapigania haki yake, wee unaona ni vita. Si kila kitu ni vita, wakati mwingine mwananchi anachipigania, mwananchi anataka kusikizwa, na mwananchi kulalamika anakupa nafasi wewe ukamwite, ambaye wewe, ambaye una mamlaka zaidi, umkalishe chini, mkaketi mkazungumze. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakazungumziwa, mambo ambayo yanaweza yakazungumziwa, kisha kukawa na suluhisho elewana na mwananchi, ungemwambia unampa asilimia sitini, hangekataa. Hajakataa hange hilo. Lakini kutumia njia ya risasi njia ya mabomu na kuwaumiza wananchi, si haki hata kidogo, si haki, si utu hata kidogo. Serikali ya mama Samia Suluhu Hassan, hii ni mara ya mwisho tunakukumbusha, kuna njia nyingi ya kuhakikisha kwamba vita kama hivi mambo kama haya hayawezi yakaonekana nchini Tanzania. Jana tuliona chama cha Chadema wanasherekea zaidi ya miaka thelathini na tatu sherehe zao, walitaka kupanda miti. Maafisa wa polisi wakafika pale wakawapata, ni kweli wana miti wanataka kuipanda kwa njia moja ya kusherekea. Mlifanya nini kuwatimua wananchi kwa nyima nafasi ya kuweza kusherekea chama ambacho demokrasia inawapa nafasi ya kusherekea chama ambacho kilikuwa na amani, haikuwa furugu kupanda miti. Niliona Mama Samia Suluhu anasema ikifika ni birthday yake atapanda miti. Kuna hatia gani chama cha Chadema kikitaka kupanda miti kusherekea miaka 30 yao tangua kuanzishwa. Haya ndiyo mambo ambayo serikali mnafeli. Haya ndiyo mambo ambayo yanahakikisha na yanafanya wananchi kupanda na hasira zaidi. Serikali mnafaa kurekebisha, kwa sababu hii nchi tukiendelea hivi, kila kitu itaanza ni vita. Mwananchi akilalamika kidogo, vita. Mwananchi akilalamika kidogo, maafisa wa polisi, mabomu, risasi. Tunaelekea wapi kama na nchi? Samia Suluhu rekebisha hili, kama umeshindwa kurekebisha ni heri ujiuzuru, ili kwamba nchi ya Tanzania iweze kupata amani, nchi ya Tanzania ipate mwelekeo, kukose kuwa na mambo kama haya ambayo yanasababisha wananchi kurushiwa mabomu na kupigwa marisasi.